ja hapa jambo la kwanza kuendelea kuwaomba msamaha sana kwa sababu ya huduma mbovu ambayo sasa inaendelea, lakini jambo la pili nimekuja hapa kuwaeleza kwamba kabla wiki hii alijaisha, lazima kutakuwa kuna mabasi angalau mapya machache yatakayoingia, wakati tunatafuta suluhu ya kudumu ya mabasi katika njia hii, baada ya kuona ninyi abiria mmekwisha toa ushauri wa kutosha kilichofanyika ni kwamba huyu anayetoa huduma sasa hivi, sasa tunamtoa kwenye barabara hii na tunaingiza tunamwondoa kwenye barabara hii na tunamwingiza mtoa huduma mpya, ambaye hivi ninavyozungumza, muda huu mabasi zaidi ya mia mbili yameshapakiwa ili kuja katika barabara hii, hivi ninavyozungumza, hivi ninavyozungumza kuna mabasi zaidi ya mia moja na hamsini ambayo yamekwisha fika kwenye njia ya Mbagala na mabasi mengine mapya yatakuja kwenye njia hii. Kwa hiyo wiki hili, kabla hata wiki hili haijaisha, lazima kutakuwa kuna mabasi mapya machache ili aweze kufanya kazi kwenye barabara hii. Sasa ndugu zangu, kwa mtu yoyote mwenye swali anataka kujua aniulize mimi mkuu wa mkoa, ili apate majawabu muda huu, kwa mwenye swali yoyote. Maana hata ukikimbia kule, hata ukitukana serikali, hata ukasema tuitaki sisi CCM, nimeona kwenye klipu, haisaidii. Mwisho tunahitaji mabasi. Kwa hiyo, nyinyi wananchi, mkiwa na hasira, mwisho wa siku mtahitaji mabasi, na mabasi akija lazima mpande. Kwa hiyo, tunahitaji busara yako wewe kusala a serikali ili mambo yote yaweze kutatulika. Nimewaambia wale wasipakie kwanza mtu ili mnisikilize kwa muda mfupi, alafu ndipo mwendelee. Yeah, je, kuna mtu na swali? Ninauliza kabla hizo basi mpya hazijaja, kwa nini hii njia hii ya Morogoro Road usingekuwa dada za kawaida zikawa zinapita tukiwa tunasubiri usafiri mpya mwendo kasi? Swali so, langu ni hilo mkuu. Very good. Jamaa wangu anauliza kwamba kwa nini tusiweke mabasi ya kawaida? Barabara hii ni barabara mwendo kasi, utaratibu wa mabasi huko tofauti. Mkiangalia milango ya basi za kawaida hazipo upande huu, zipo upande huu. Tunaweza tukajikuta tumeleta ajali kubwa kuliko kutatua matatizo kwa Watanzania, na ndio maana nimewaambia, nimewapa taarifa kwamba ile njia Ambagala, ambao, ya Mbagala tulikuwa tunasubiri mabasi ambayo yote yamefika mabasi mia moja na hamsini na moja na njia hii nimewapa taarifa kwamba mabasi zaidi ya mia mbili yanakuja na hayaleti tena, na watu wanaotoa huduma muda huu tumechukua kampuni nyingine tofauti ili iweze kutoa huduma kwenye barabara hii. Sasa ndugu zangu wa Tanzania, kila jambo huwa na changamoto zake. Tukipata changamoto na tukawaambia, ndugu zanguni, mtuwie radhi, mvumilie kidogo. Ninyi mkiwa na hasira hatujengi nchi moja, lazima tujenge nchi moja. Haya, mwenye swali mwingine aje. ambayo nao hutoa kwa sababu daladala zina leseni, ziruhusiwe kwenda posta au gerezani kwa kupitia njia ile. Ki shida tu ni hiyo tu ya usafiri, daladala ziruhusiwe kuenda kupitia njia, njia ile kule. Jamani, anachosema mwenzetu kwamba sio kuingia kwenye mwendokasi bali daladala za kawaida ziruhusiwe zipite kule, ziende mpaka gerezani, si ndio? Hilo mnalo shauri ndilo hilo, mnalo shauri. Naomba niondoke nalo haraka nikalifanyie kazi asubuhi hii. Mnisikiliza vizuri, mnisikiliza vizuri ndugu zangu, msipende niwe mkuu wa mkoa wa siasa wa kuitikia kila kitu hapa. Siko hivyo. Mnafahamu kwamba kuna ratra lazima nikae nao mnafahamu kwamba kuna taratibu na sheria lazima nikae nazo. Siwezi mkuu wa mkoa ghafla nikasema nimepokea ushauri muda huu, basi anza kuingia barabarani. Siko hivyo, sio mtu wa siasa, wa siasa ndogo ndogo. Lazima nilichukua muda huu na kabla sijaingia ofisini niende nikatatue muda huu huu huu asubuhi, ili baada ya hapo hata kabla mchana niwe na majawabu kuhusu jambo walilouliza wa Tanzania wa mkoa. Mimi naomba hii ahadi aliyotoa ifanyiwe kazi, sababu ahadi ishatolewa sana bwana. Naomba tu serikali kazi yake ni kusomea miundombinu na sera, iwaachie wawekezaji wengine wafanye kazi ishachoka. Mi naomba nimtetee tu mishuma wa mkoa aliyotoa hii ahadi, ndani ya wiki moja naomba itekelezwe maisha hiyo. Sawa, ndugu zangu jamani, mm -hmm. Naomba mnielewe sasa. Sasa nawaruhusu ili mwende na yale mabasi sasa mkapate. lazima tuelewane, wala sio jambo la wala sio jambo la siasa Yaani hapa lazima nitibu tatizo la kwako wewe, na wewe lazima unisikilize mimi, wala sio kwamba wewe ndio lazima usikilizwe. Lazima tusikilizane, mimi nikiongea nikinyamaza, na wewe unaongea, tukiichukua mambo yako, ndio inakuwa namna ya kutatua matatizo tulionayo. Sasa nadhani mmenielewa, si ndio? Jamani, mmenielewa si ndio? Eh, njoo basi yetu ili tuweze kuwe kufika shule na tuweze kurudi kufika shule, sababu tuna changamoto hawaleti mabasi ya wanafunzi, na wakileta ni moja wao, huwa tunachelewa kufika shule na tunapata adhabu, na pia muda wa kurudi tunachelewa kufika nyumbani, hivyo tunapata changamoto mbaya za Asante sana, nimeelewa haya. Sasa mtu wa dati na naruhusu sasa yale mabasi yaanze kuja sasa, baiza asubuhi hmm. Mimi nataka nimwombe kitu mheshimiwa, na nyie wote mnijibu, naomba asiondoke aone tunavyogombania kwenye haya magari. Yani asiondoke aone tunavyogombania mimi, nimepata mpaka maradhi ya mgongo kwenye haya magari, nikikuonyesha mguu wangu ulivyovimba. Yuzi mwanafunzi pale kavunjwa bega baya inachotuuma, kwa nini tukiumia humu hatupei chochote? Yaani tunahangaika wenye tunajitibia wenyewe, wa mtoto kaumia pale, wamekaa hawajali. Hiko ndio kitu kinachotuma, kwa nini hawana utu? naongea uongo